Nini ambacho kimekuleta hapa leo? Ah, kwa kweli sina chochote cha kuongea kwa sababu kila kitu tayari kipo kwenye mikono ya sheria, sheria yani kila kitu kipo polisi, kwa hiyo polisi wao wenyewe ndo watatoa taarifa zaidi, na sitokuwa na la kuongea zaidi, mwanasheria wangu ndio ataongea kila kitu. Okay. Uko hapa kwa kesi gani, sasa? Ndio maana nimekuambia sina cha kuongea zaidi, mwanasheria yuko hapa tuongee. Mwanasheria? Ndio, ndio. Asafi kabisa kwema. Salamu kabisa. Safi yes, kabisa okay. Tumeona mteja wako leo amekuja hapa Oyster Bay mapema sana ameitwa. mm -hmm. hapa ni kesi gani ambayo imemfikisha hapa leo eh? Ni kweli kwanza nikiri kwamba nilipokea taarifa kutoka kwa mteja wangu eh, ambaye ni Gachi, akanieleza mapema jana kwamba leo kuna wito wa kufika kituo cha polisi cha Oyster Bay mm -hmm. na aliitwa kwa sababu kuna malalamiko dhidi yake yaliyoletwa na huyo msanii anaitwa Yammi. Okay. E, jina lake rasmi sijalishika vizuri, lakini kwa kifupi ni kwamba malalamiko hayo yanahusiana na kuchafuliwa mtandaoni. mm -hmm. na mteja wangu leo alivyoitwa kama ilivyo taratibu za kisheria, kwa mujibu wa kanuni za mwenendo wa makosa ya jinai, ni kwamba amechukuliwa maelezo e, ya onyo kama tunavyoita kwa mujibu wa sheria, na baada ya maelezo ya onyo, basi tutarudi siku ya Jumatatu kwa ajili ya kuendelea na taratibu zingine za kisheria, lakini kama alivyotangulia kusema mwenyewe mm. Aa, ni utaratibu wa kawaida wa kisheria kwamba jambo lolote linapokuwa katika vyombo vya upelelezi au uchunguzi mm. au mahakamani mm. hatupaswi kulizungumzia kwa sababu ya kuzuia kitu tunaita prejudicial, yani kutokuingilia utaratibu wa utoaji haki okay. Lakini inachoweza tu kuhakikishia wa mashabiki wake ni kwamba yuko katika mchakato sahihi wa kisheria na mimi nikiwa kama mwanasheria wake kutoka ofisi za mawakili WinTrust, mm. Uh, attorneys and consultants mm. tutahakikisha mm. kwamba mteja wetu anapata haki mm. na anakuwa salama okay. Kwa namna hiyo. Na nimekuja hapa kwa kesi ya msema uzalishaji. Tamzalisha nani? Yami au kuna nani mwingine ambaye mzalisha? Ah, aliye, aliyelalamika ni Yami mm. na hata nilipouliza kama mwanasheria mm. majibu niliyopata ni kwamba aliyelalamika au mlalamikaji ni Yami mm. Kwa hiyo sio mtu mwingine? Ndiyo. Na kwa hiyo Jumatatu sasa tumekuja kufanya nini? Kwa sababu leo tumeona amekuja peke yake, Yami hajafika. Ndiyo. A, ni, ni, ni, ni dharura za kawaida wala siwezi kuwa biased kwa namna yoyote hmm. lakini Yami kutokufika haiwezi kuzuia mchakato wa kivyombo vya upelelezi kuendelea, ambalo ndio jambo natamani niliseme pia kama elimu hmm. kwamba hivi vyombo vya umma vina utaratibu wao wa utendaji kazi, kama polisi ni chombo cha upelelezi. Kwa mimi kama wakili, ninachoangalia hapa hmm. ni kwamba zile taratibu za kisheria zimefuatwa mteja wangu amepata haki zake zile za kikatiba na za mwenendo wa sheria unavyohitaji. Kwa kifupi, mpaka leo mimi nimeridhika, utaratibu wa mteja wangu unaenda sawa na sheria zimefuatwa kama inavyohitajika. Lakini Yami kweli hatujamuona mpaka muda huu. Kwao sisi tunaendelea na utaratibu na tutaendelea kumsimamia mteja wetu mpaka itakuwafika hatima ya haki yake kama. yes. Mwanasheria sasa, mm. unahisi kwa hiki ambacho kinaendelea kwa Yami kuto kufika, mm. na mteja wako amefika hapa, mm. e, kuna namna yote hii kesi inaweza ikaenda ikawa sawa kwa upande wa mteja wako, kwa sababu kama hivyo ameshindwa kufika Yami na maana mambo mpaka akae sawa afike kwanza, ni mm. sheria ya, ndio maana nimetangulia kusema, mm. ni kwa sababu cha kwanza tuchojiridhisha ni kwamba, e, huyu mlalamikaji mm. amehojiwa, tumeona maelezo yake yaliyohojiwa kwa hapa, hatuna shaka lakini mteja wangu ambaye ni mlalamikiwa au mtuhumiwa mm -hmm. E, na yeye pia amehojiwa na ndivyo sheria inavyotaka. Kwa mimi sioni kama kuna sababu yoyote ambayo anaweza akanyimwa haki yake, na ndio maana mimi niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunamsimamia na anapata haki, haki. Okay. Yes. Kwa kesi kama hizi najua itakuwa sio kesi ya kwanza kufika kwako, hukosa huwa uh, zinamalizika mm, vipi? Au kuna faini zozote au kuna nini ambacho kinafanya mwisho wa siku hii kesi inakwisha, kwa sababu ni udhalilishaji kwenye mitandao mm -hmm. Mm -hmm. Kwa kawaida kesi hizi zinakuaga, sisi kwenye sheria tunazichukulia hizi kama petty offenses. Nikisema petty offenses huwa ni makosa madogo madogo. Yaani uwezo ukafananisha makosa kama haya kama, na makosa kama ya mauaji mm -hmm. E, makosa kama uwizi wa kutumia silaha uwezi kuyafananisha na makosa kama haya. Kwa hiyo ni makosa amba, ma... hatuwezi kusema itaisha vipi, kwa sababu kwa kawaida labda hawa wahusika wawili waamue kufikia tamati ya mazungumzo, wanaweza wakafanya hivyo na vyombo vikakubaliana na hilo, lakini pia ikishindikana, basi utaratibu wa kisheria ukienda mbele, basi mahakamani huwa tunaenda kusimama na kuhakikisha kwamba ukweli unajulikana kisheria kwamba huyu mteja wangu ana haki kiasi gani au kama ana makosa kiasi gani na nini kinachostahili kisheria lakini, kwa kawaida ni makosa madogo ambayo sio ya kusema kwamba mteja wangu anaweza kaa kwenye hatari kubwa sana okay. Huwa ni faini au kifungo kisichozidi miaka mitano, mara nyingi mitatu. Yes, sawa. So, kama sheria unawashauri nini wale watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii vibaya kama hivyo kudhalilisha watu na nini, unaweza kuwashauri chochote ili waepukane na hizo kesi za kuja polisi? Na tena nizungumze na nimetoka kuongea na, yeah, na mteja wangu pia huyo huyo na hata leo tukuwa tuna program ambayo mtaiona kwenye mitandao ya kijamii na ruka mm. E, kwenye ofisi yetu pia tumekuja na hiyo programu ya kuelimisha watu hususan katika eneo la matumizi ya mitandao mm. Tunawajua wazi kwamba tuko kwenye kizazi tunaita nijenzie, mm. Tuko kwenye kizazi ambacho matumizi ya mitandao ndio maisha yetu. Hata sisi wanasheria sasa hivi tuko kwenye mitandao kwa sababu uwezi uka wa, wa, wa, wazungu wanasema you cannot ignore the power of social media. Uwezi yeah, ukadharau nguvu ya nini ya mitandao ya kijamii. Kwa mimi ni waase tu vijana watumiaji wa, wa mitandao mbalimbali kuhakikisha kwamba tunaheshimu sheria lakini pia hata kwa watu ambao niseme ni nini, mastaa watumiaji wa mitandao na hata nyie waandishi wa habari, kabla hujaposti kitu, ni vizuri tafuta wakili msomi wako, mwombe ushauri okay. Yes, bwana, hii content yangu nataka nirusha, hebu iangalie niko sawa yes. Kwa mfano, kuna njia nyingi ziko za kuepuka hayo makosa kama yaliyotokea au yanayodhaniwa kutokea. Kwa mfano, unaweza ukaposti vitu kwa kitaka vitu, vitu tunaita innuendos, yani unafumba usimposti mtu directly Eh, nadhani mmewahi kuona hata kuna wachora katuni ambao wanatuma ujumbe fulani kwenye jamii lakini anaenda sim point mtu direct akatumia njia fulani ili kuepuka hiyo mikono ya sheria. Kwa matumizi ya mitandao lazima tuhakikishe watu wanafuata sheria na kama huelewi, consult mwanasheria aweze kukushauri vizuri ili usiingie kwenye mikono ya sheria, huo ndo ushauri wangu. Wauoani ni swali tunalijibu na tunaendelea kulijibu. Historia ya jina wakili msomi haijaja kwa bahati mbaya. Kwenye historia ya profession ya sheria, miaka hiyo tangu tunairithi profession kutoka kwa Muingereza, wamekuwa wakiitwa mawakili wasomi. Moja, kwa sababu ya kutunza heshima, kwa sababu taaluma yetu mara nyingi inahusisha kubishana kwa hoja. Kwa hiyo nikikuapproach, hiyo nikakwambia bwana wakili msomi, hapa umekosea, tayari inakuwa nimeondoa ile, ile hali ya kusikia kama vile umekosolea, unaelewa? Kwa sababu ndo maisha yetu, moja. Sababu ya pili, wakili msomi, kwa sababu maisha yetu sisi tunasoma sana kwa sababu leo kwa mfano, nakupa mfano tu. Sasa hivi kuna sheria mpya zimetungwa za mishahara katika sekta binafsi, si ndio? Mmesikia serikali imetangaza hiyo sheria. Mimi sijaisoma darasani miaka nikisoma, lakini ili niweze kumshauri mteja sahihi lazima nirudi kwenye kitabu tena nisome. Kwa hiyo tuitwa hivyo, ili pia kutu inspire tuendelee kuwa tunasoma klasi, kwa sababu ili tuweze kusimamia haki lazima tusome. Ndio historia ya wakili msomi, lakini ni ni ni ni ni tamaduni imekuwa hivyo. Yes, ni tamaduni imekuwa hivyo. ni sahihi kwa mwanamke ama mwanaume kudai <laughs> Jama, itabidi unilipe consultation sasa. Of course kwa pesa ambayo unamaanisha, kwamba ni sahihi kwa mwanamke ulihongwa, uliohonga sindio? Ukuhonga inawezekana, kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971 imeweka utaratibu kwamba hata ile sheria imelinda kuanzia watu wanapokuwa kwenye mahusiano uchumba, hata mpaka ndoa. Sasa katika mahusiano inatambua pia vitu vinaitwa zawadi au gift. Zawadi yote unayompa mtu kwa lengo la kuonyesha kwamba ile ni exchange ya mapenzi na kile unachompa yeah. au ya, ya, ya, ya kutaka kununua ile nini unasema, eh yaani, sio kama unanunua pase, lakini sema ni exchange of love and affection. Na kile unachompa kama zawadi unaweza ukakidai endapo atakuja kukiuka yale makubaliano yenu, kwa sababu inaaminika kwamba makubaliano ya, hata ya mchumba na yule anayechumbiwa ni mkataba. Okay. Yeah, kwa hiyo anapovunja mkataba unaweza kwenda kudai vile okay, ulivyompatia. Hapana, sasa kwa taarifa yako kisheria, so, kuna so mikataba ya aina mbili tena inafika hata zaidi ya aina mbili: kuna mkataba wa maandishi wa mkataba wa maneno, na kuna mkataba unaitwa the gentleman agreement. Kwa nchi za wenzetu zilizoendelea, yeah. Utaona kuna watu wanaweza wakamaliza dili kubwa wakashikana tu mikono hivi, yeah. Na ikawa Dili imeisha. Kwa mkataba sio lazima uwe wa maandishi, na hiyo ni elimu pia Watanzania wanapaswa okay, kuifahamu. Uh, kuna jambo kwamba mtu anaweza kukaa na mwanamke miezi sita, ukasikia ukikaa na mtu miezi sita tayari ni wako. Hiyo nafikiri sijui ni hiyo, hiyo, hiyo, hiyo nao vipi? Nafikiri nani aliwahi kuileta, lakini hatuwezi kupinga mawazo ya watu. Lakini kwa mujibu wa sheria ni kwamba watu wawili mwanaume na mwanamke wanapokaa chini ya dari moja kwa maana wanashare nyumba moja, moja na wakiwa wanafanya yale majukumu ya mume na mke hata kama hawana ndoa kwa miaka hmm, miwili hao wanachukuliwa kama ni mume na hiyo, ni dhana kisheria tunaita presumption of marriage, yani ndoa dhahania. Ina maana kwa nini tunaita dhahania? Ni kwa sababu inahitaji uthibitisho, ndio tuweze kuitreat kama ndoa, na sio miezi sita, na sio miezi sita, ni miaka miwili kwa mujibu wa sheria.